Dada, umetokea wapi? Au basi nikuulize, unaitwa nani? Naitwa Isabella. Mtapila kichokumbiza pale kitu gani? Aha. Umeona yule msichana ataongea mambo yenu avichakani, ndio maana umekimbilia huku, si ndiyo eh? sasa mimi mwenzio, ulipopita wewe au ulipo lala wewe, mi nishamka zamani sana, sijui unanielewa. Usiniletea ujanja ujanja, ukakae pale tuongee tuyamalize, ngoja nikusikize. Sikize tena kwa makini, wangu, siku zote usichokijua. saa sawasawa, nasikuagiza yule Isabella aliyekuepo pale tangu, yule ni marehemu, marehemu. ule msiba anokuambia anaenda kuzika kule, aliyefariki ni huyu Isabella unayemwona hapa. Unasemaje? Mume wangu marehemu awe hai atembee akati amesha kufa? Maka unanichanganya, sahiki ndio kitu ambacho kinanichanganya, yaani sijui kule wanamzika nani na alipo hapa sasa. igsa sijui kama hapa tena, minakimbia hapa. We mtapila, we unanikimbia mimi, unaniacha na nani? Basi sawa mke wangu, ondoke <coughs> Ah ah. Wewe ulishwa kumuona nani anakimbia matatizo? Ondoke. We, okay. Wewe nitapila. Wewe. Wewe ndio umekuja naye hapa ujue. Twende achana naye wewe. Unakimbiaje matatizo mtapila wewe? Mtu ushakuja naye wewe ndio amekuja naye hapa. Unapoona tatizo unalisogo sio unalikimbia. Tatizo alikimbii. Unavyokimbia ndio unaongeza matatizo. Ah, tujue tunafanyaje mme wangu? Sio nakimbia, unamkimbia unamwachia nani hapa?

Ingia. Ah, karibu sana. <tus> <tus> <tus> Ah, nashukuru. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Nimefika nadhani mapokezi. Ah, nimeelekezwa hii ndio ofisi ya mkoa ah, wa upelelezi, bila shaka na over sense sasa hivi. Mm. Ah, kwa majina ya la, naitwa Prophet. Ah, wengine wanapenda kuita la, Pastor Stephen Lewis. Unaitwa? Ah, naitwa Prophet Stephen Lewis. Stephen Lewis. Ah, uh, mchungaji. Kabisa. Karibu. Asante nashukuru. Ah, ni mkazi hapa kwa pamamneu, na kanisa langu halipo mbali na nyinyi hapa kituoni. Nimeelekezwa hii ndio ofisi ya mkuu wa upelelezi. Kesi yangu ni kuhusu mdogo wangu ambaye alipelekwa mahali na wadogo zake, alipelekwa kwa mganga ni waganga wao wa mjini, matapeli weziwezi, ambao hawana hata vibali. Na yule mganga akamuhifadhi mdogo wangu kwake. U kama tupo pamoja, afande? Ninachokihitaji kutoka kwenu na nyinyi kama serikali, nipe ushirikiano wenu wa kutosha kumkamata yule mganga na kumleta kituoni hapa, ama nikabidhi mdogo wangu ama sheria ifate mkondo wake. Pole sana mchungaji, ni kutoe wasiwasi, kwa kuwa taarifa zimefika katika jeshi la polisi. Nafikiri sheria itachukua mkondo wake, na binti yako atapatikana na hao watumiwa watafikishwa hapa haraka iwezekanavyo. Na unaweza ukaniambia mdogo wako taarifa zake mpaka akaanguka, labda? Ah, mimi sikuwepo nyumbani, nilipigiwa simu na mdogo wake mwingine ambaye ni wote ni madada kwangu, ambaye wanafatana na huyo alianguka, yeah. Baada ya maelekezo hayo, nikabidi ni nifike nyumbani moja kwa moja, na baada ya kufika sikumkuta. Mgonjwa alianguka walikuwa ameshakwisha kumpeleka kwa mganga. Sawa. Kwa jambo kama hili acha serikali ifanye kazi yake. Tutakujulisha kwa kila hali utakapofikia tutakupata taarifa. Na pia Bwana James Lewis mchungaji. Yeah, anaitwa Prophet Stephen Lewis. Ah, uh, sawa. Prophet Stephen Lewis kuna binti anaitwa Kici? Sijajua, namfahamu. Ya, ni moja ya mabinti zangu pale kanisani, ni mshirika, kwa hiyo kuna ukaribu naye. Vijana oh, wakanisani kwangu asilimia kubwa na ufahamu na wengi wao wako ko ni binti yaku, ni moja mabinti au vijana wa kanisani sawa. Ta, kuna taarifa za huyo biti kubakwa, kubakwa, amebakwa ulisema. Lataiskiti moja mnamo jana majira ya jioni, binti huyo kabakwa na ana hali, siyo, na hali sio nzuri kwa maelezo amebakwa na Mchungaji, usake kuniambia kuwa na wewe umepigwa makofi mpaka ukakimbia mweituka. Una akili kweli? Nakuuliza, una akili? Yaani mimi nimepigwa alafu nacheka. Una unafurahia unafurahia? vile nilivyopiga mibao mibawe, sio kwamba nakucheka kirundo, nakusikitikia. Maana kama naona ulivyokuwa na, na garagara kwenye yale maji mituka, nimekutana kitu ambacho sijakukutana nacho, nimehisi dunia hii ime, imebadilika imekuwa, yaani chini yaani mawingu amekuwa chini, alafu alizi imekuwa juu, alafu nakuja hapo naanza kucheka unipia hata pole, unakuja hapo unaanza kucheka. Tuka huu uchawi bwana, achana nao bwana, achana na huu uchawi, maana hauna faida yoyote. Tumemchukua mtoto watu yule pale, hatuna faida yoyote tulioipata bwana. Niweze karanga tu mitaani. Unajua naingiza hela, usijidanganye kirundo. Uchawi au wache kirahisi, aidha ukubali kupoteza uhai wako. Basi uendele hivyo uendelee kuwa mchawi hivyo hivyo. Kwa hiyo unafurahia uchawi? Nakuuliza, unafurahia uchawi? Hapana kirundu, mimi sifurahia uchawi, lakini sasa nitafanyaje? Mtuka uchawi sio mzuri, na ipo siku nao utakuja ukiona chamtemakuu, alafu ndo utajua uchawi hauna faida yoyote.

daraimi sijawahi kubaka binti yoyote kanisani kwangu. samani kwaaa kabakwa kaleta kesi nimembaka mimi? Ah, mimi nimembaka binti yangu mwenyewe kanisani kwangu nimembaka? Hiyo kesi kaleta nani hapa kituoni? Sihusiki kabisa mimi, sija kutuhumu kwa sababu upelelezi bado, lakini kama itabainika wewe ndio umebaka, sheria itachukua mkondo wake. Tutafuatilia kesi yako na hii tatia. Unaweza kwenda, nitakuja baadaye nyumbani. Halo kaka, kaka, yani huku nyumbani kuna matatizo, kuna matatizo makubwa sana kaka yangu, yani kaka, <coughs> kaka sazi nikakuelezea kwenye simu. Nachokiomba mimi, fanya hima kesho asubuhi na mapema, naomba uja nyumbani haraka sana kaka. Naomba kesho uje, yaani nakuomba uje mapema, yaani nakuomba kaka yangu, bila hivyo mimi kama tukuta. Jamani, tuna matatizo kaka, ndomani makupigia simu, naomba kesho mapema mape, uje kaka, nakuomba. Sawa kaka, sawa. Naomba usichelewe kaka yangu. Haya, poa. maana kwa kusumbua na pia kwa kukatisha majukumu yako ya kikazi. Kama jana nilivyokupigia simu nigakuelezea, kuna matatizo. Tatizo nilikuwa nataka nikwambie ni kuhusu huyu msichana hapa, ila mengi zaidi atakuelezea shemeji yako. Shemeji, awali ya yote nilikuwa na kuomba radhi na kuomba radhi kwa kukusumbua kwani nimekuita asubuhi na mapema, na nashukuru Mungu umeitikia wito. Nafahamu shemeji yangu uko bize na mambo mengi sana unafanya, lakini shemeji, ninalo tatizo mimi na familia yangu. Hivyo basi, tukashauriana mimi na dada yako ukuite, tujue tunatatua vipi hili tatizo. Semeji, tatizo kubwa ni huyu binti unayemwona hapa. Huyu binti naona ni shida kabisa ndani ya familia yangu, na nilianza hivi jana. Wakati narudi kutoka kwenye mizunguko yangu, nikamkuta huyu binti yupo sehemu, ameanguka akiwa hajiwezi nikimaanisha kwamba ni mgonjwa ambaye yani uko dhoofu, hali hivyo. Basi mimi kama binadamu mwema nikaona sio vibaya nikimchukua na kumpatia msaada. Hivyo basi, nilimchukua nikamfikisha hapa nyumbani. Nilivyomfikisha hapa nyumbani, mimi na dada yako tukakubaliana tumuulize kwanza mgonjwa ujue anatokea wapi, ujue nini kina msibu. Lakini tulivyomuuliza yeye ni nani, tumeji jina lomtajia ndo shida, ikimaanisha kwamba jina lomtajia ni jina la marehemu ambaye mimi nilienda msibani na isivyo bahati mchungaji akatofukuza hivyo basi, hii ndio shida yani. Hii kwenye familia yangu naona ni shida. Vipi mtu aliyekufa na nimeenda msibani, narudi njiani namwokota hivyo basi, emeji, sehemu mimi naona sio salama mimi na familia yangu. Mimi na dada yako tukakubaliana, tukuite wewe, kwa kuwa wewe ni mtu wa sheria, nikimaanisha kwamba wewe upo karibu zaidi na serikali, ili tujue tunafanyaje. Hivyo nichukue nafasi hii nikwambie kwamba tunakuomba msaada, tunaomba tusaidie. Shemeji, unaitwa nani binti? Naitwa Isabella. Umesema unaitwa nani? Naitwa Isabella.

Dada, ama swala ya nichanganya kichwa sana. Hizi taarifa zao binti hata kule ofisini kwetu zipo, na inasadikika kwamba amepotea na pia inasadikika kwamba amefariki, amefarikia mtihani. Na mimi unanitatiza kidogo, cha kufanya mimi, acha nikafuatilia ya mambo. Kuna rafiki yangu nikamtafute, ni mtaalam sana kufuatilia kufuatilia hizi kesi. Ina maana tutakapobaini ukweli kati ya leo ama kesho nitakuja tujue, tumchukue huyu binti. Lakini kwa sasa nakuomba kaa karibu sana na mme wako ili asitoe taarifa hizi mtaani, kaka. Ila sasa tunavyobaki naye ya hapa, haitoweza madhara yote, hapana. Kwa mtazamo ukimwona ni mwanadamu wa kawaida kabisa, kwa sababu kuna viashiria vingi vinavyoashiria kwamba huyu binti sio kwamba ni mzimu, hapana. Huyu ni mwanadamu wa kawaida lakini nataka kufahamu kitu kimoja, kati ya marehemu na huyu wana mahusiano gani? Kwa sababu huenda kweli kuna msiba, lakini yule aliyokufa na huyu hapa wana mahusiano gani? Ndio nataka nijue hiyo, hicho kinachoendelea hapo.